Nini kinatokea pale tu unapoanza kufanikiwa mpaka unarudi sifuri? Watu wengi duniani wanatumia maisha yao yote wakiangaika kupata kipato. Ghafla mambo yanabadilika, changamoto kubwa hujitokeza, na pesa inapotea, na hata hujui inapokwenda. Na ambapo wengi hufeli zaidi ni pale milango inapofunguka na pesa kuanza kuingia mikononi pasipo maarifa sahihi Mafanikio yako ya kwanza yanaweza kuwa ndio chanzo cha anguko lako la baadaye. Duniani kote, hatupotezi pesa kwa sababu hatuna uwezo tu wa kuzitafuta, bali tunazipoteza kwa sababu ya tabia na mitego ya kisaikolojia inayokuja na pesa hizo. Katika video ya leo, tutaenda kuangalia makosa makubwa yanayowarudisha watu sifuri, na jinsi unavyoweza kuijenga ngome ya kifedha ili mafanikio yako yawe ya kudumu na sio ya msimu tu. Kama unataka kuhakikisha kuwa kila shilingi unayoipata inakuwa msingi wa utajiri wako wa baadaye, basi karibu kwenye chaneli yetu tujifunze namna ya kuepuka mitego hii ya kidunia. Kosa la kwanza: kuongea mapema sana. Kosa la kwanza ambalo watu wengi sana duniani hulifanya pindi tu milango ya mafanikio inapofunguka ni kuongea mapema sana. Unajua kisaikolojia, binadamu anapopata ushindi, kuna homoni inaitwa dopamine inayomfanya ajihisi mwenye nguvu na anayetaka sifa. Pesa inapoanza kuingia, unajikuta una hamu kubwa ya kuwajuulisha watu wako wa karibu. Familia inajua, marafiki wanajua, ndugu ambali wanapata habari pia, kinyozi wako wanajua, na mbaya zaidi unaiweka mpaka kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram au WhatsApp. Matokeo ya kosa hili: mara tu ulimwengu unapojua kuwa una pesa, sumaku ya matatizo inaanza kufanya kazi. Ghafla kila mtu anapata tatizo la dharura linalohitaji msaada wako wa kifedha. Unaanza kupata shinikizo la kuishi maisha fulani ili uonekane unazo kweli. Pesa yako inaanza kutumika kutibu matatizo ya watu wengine badala ya kuimarisha uwekezaji wako. Ukweli wa kidunia ni kwamba pesa hukua vizuri zaidi ukiwa kimya. Unapokuwa kimya, unajipa nafasi ya kuzungusha mtaji bila shinikizo la watu wanaotaka kukopa, pia kufanya makosa na kujifunza bila macho ulimwengu kucheka, na la tatu, kujenga msingi imara wa mali kabla ya kelele za nje hazijaanza. ushauri wangu usitangaze mapambano yako pindi unapoanza kushinda kidogo. Subiri mpaka uwekezaji wako uwe na mizizi mirefu kiasi kwamba hata dhoruba ya maombi ya misaada isiweze kuung'oa. Kaa kimya, fanya kazi, na iache pesa yako ije kusema yenyewe baadaye. Kosa la pili, kubadilisha mtindo wa maisha kabla ya mfumo. Hili ni kosa ambalo ni la hatari sana. Pesa inaingia kidogo, lakini mabadiliko ya maisha yanakuwa makubwa. Unanunua gari jipya, unahamia nyumba bora, na kuanza mavazi ya gharama. Tatizo ni kwamba ikiwa kipato chako hakijabadilika kuwa endelevu na matumizi yamepanda, haujapanda ngazi, umejiongezea presha tu. Miezi mitatu baadaye, unajikuta umerudi kule kule ulipoanzia na watu watakushangaa. Hili nadhani hata wewe ni shuhuda wa kuwaona watu ambao limewakuta Ujumbe wangu kwako, usijipe mtindo wa maisha mapya, lifestyle staili fulani, kabla hujamiliki mfumo imara wa kifedha. Pesa ikianza kuja, itumie kujenga rasilimali kwanza, kisha hizo rasilimali ndizo zije kukulipia anasa unaozitaka baadaye. Mfano, kuanzisha biashara ya bodaboda bajaji, ama kujenga nyumba ya kukodisha, ambapo kila mwezi na kuingizia pesa ikiwa we hufanyi kazi. Kosa namba tatu: shinikizo la familia. Rafiki zangu, kosa hili ni gumu sana, kwa sababu linagusa hisia na upendo watu wetu wa karibu. Tunauita huu ugonjwa wa ATM ya familia. Duniani kote, kuna utamaduni mzuri wa kusema shirikisha baraka. Ni kweli kusaidia familia na jamii ni jambo jema na lenye baraka lakini kosa kubwa hutokea pale unapoanza kusaidia bila kuwa na mipaka madhubuti. Pesa inapoanza kuingia na watu wakajua, unajikuta unageuka kuwa chanzo kikuu cha kutatua kila tatizo. Unatakiwa kulipa ada za shule za kila mtu, wewe ndio unategemewa kwa mfuko wa dharura wa matibabu, unatakiwa kutoa msaada wa kodi ya nyumba kwa ndugu. Hata shughuli kama harusi unategemewa kuwa mfadhili mkuu. matokeo yake pesa inaondoka kwa kasi kubwa, lakini matatizo ya familia hayaishi, na wewe hupumziki kabisa. Unajikuta unafanya kazi kwa bidii, lakini hupigi hatua kwa sababu kila unachopata kinagawanywa kabla hakijazalisha kingine. Siri ya kuepuka mtego huu ni kwamba unaweza kusaidia watu bila kuharibu mustakabali wako. Ni muhimu kutambua kuwa kusaidia kuna umuhimu, lakini kulinda mtaji wako una umuhimu mkubwa zaidi kwa ajili ya usalama wa familia yako ya baadaye. Lazima uwe na bajeti maalum ya kusaidia. Ikishaisha, jifunze kusema hapana kwa upendo. Ushauri wangu, usikubali kugeuka ATM ambayo haijazijaza akiba zake kwanza. Ukifilisika, hutaweza kumsaidia yoyote. Jenga msingi wako kwanza, ili uweze kusaidia kwa uendelevu. Kosa namba nne. Kuwekeza kwa shinikizo la marafiki. Rafiki zangu, kosa lingine kubwa ambalo watu wengi duniani ulifanya baada tu ya kuanza y kupata mafanikio ni kuwekeza kwa shinikizo la marafiki. Hapa ndipo unakutana na mtu anayekwambia hii biashara haiwezi kuanguka au hii ndio fursa ya uhakika. Mara nyingine unajikuta unaingia kwenye uwekezaji huo kwa sababu huelewi vizuri mzadu na ufanya kazi. Hujahoji wala kufanya utafiti wa kina. Unaogopa kukosa nafasi wakati wengine wanapata hela. Ukweli ni mchungu, uhalisia wa kifedha duniani kote ni huu: kama huwezi kuelezea kwa lugha rahisi jinsi pesa yako inavyotengenezwa kwenye huo mradi, basi usiweke pesa yako hapo. Usiwekeze kwa sababu tu rafiki yako ameweka. Wekeza kwa sababu unaelewa mfumo, unajua hatari zake na unaona mwelekeo wa faida. Pesa yako imetoka kwenye jasho lako, usikubali ipotee kwa sababu ya kufuata mkumbo tu wa marafiki. Kosa la tano: kukosa mifumo. Watu wengi wanafikia ikuwa siri ya utajiri ni kupata pesa nyingi, lakini ukweli ni kwamba kupata pesa ni jambo moja na kuwa na mfumo wa kuzitunza na kuzikuza ni jambo lingine kabisa. Unajuaje kama huna mfumo? dalili za kukosa mfumo ni hizi moja, hakuna bajeti, hujui pesa yako inaingia kiasi gani na inatoka wapi kila mwezi. Namba mbili, hakuna kanuni ya kuokoa, unatumia tu fedha hadi ziishe bila ya kuweka akiba yoyote ya maana. Namba tatu, hakuna mpango wa uwekezaji, pesa ikikaa mkononi, huna ramani ya wapi iende ili izalishe nyingine. Hatari ya kukosa mfumo ni kwamba Kumbuka hili mafanikio: yanaweza kukupa pesa nyingi kwa mkupuo mmoja, lakini bila ya kuwa na mfumo imara wa kifedha, pesa hiyo itapotea haraka kama ilivyokuja. Mifumo ndiyo inayofanya pesa iendelee kuja na kukua hata pale ambapo mafanikio ya kwanza yamepita. Mzunguko bora na njia ya utajiri, huu ndio mfumo wa kiakili unaotumiwa na watu waliofanikiwa duniani kote ili kudumisha utajiri. Namba moja: kupata pesa. Unaanza kwa kuzalisha kipato. Namba mbili: kimya. Unachagua kutotangaza mafanikio yako, unalinda siri ya kifedha. Namba tatu: mfumo. Unatengeneza bajeti na mpango madhubuti wa jinsi pesa itakavyotumika. Namba nne: mipaka. Unaweka mipaka ya kusaidia familia na jamii bila kuharibu mtaji wako. Namba tano: kujifunza unaendelea kuongeza maarifa ya kifedha ili kuelewa fursa mpya. Namba sita, kujenga mali unawekeza kwenye rasilimali zinazozalisha pesa kila siku. Namba saba, rudia. Unarudia mchakato huu mara kwa mara mpaka utajiri wako uwe na mizizi imara. Siri ya mafanikio: ili kuhakikisha mafanikio yako yanakuwa endelevu na hayapotei kama upepo unapaswa kufuata hatua hizi tano muhimu mara tu pesa inapoanza kuingia. Namba moja: simama kwanza, usikimbilie kutangaza mafanikio yako kwa haraka. Pesa hukua vizuri zaidi ikitunzwa kwa siri. Namba mbili: okoa nawekeza kwanza. Hakikisha na unajenga mfumo wa kuokoa na kuwekeza mara moja, kabla kwanza matumizi mengine yoyote yale. Namba tatu: ishi chini ya kiwango kipya hata kama kipato chako kimeongezeka usipandishe matumizi yako juu ya kiwango hichi ambacho kimeongezeka. Baki na mtindo wa maisha ule ule unaokuruhusu kubakiza pesa ya kuwekeza. Namba nne, jifunze kabla ya kuwekezwa. Usiwekeze pesa zako kwenye kitu sichokielewa kwa ushawishi tu wa marafiki, tumia muda wa kujifunza kwanza. Namba tano, weka mifumo rahisi lakini thabiti hakikisha una bajeti na mpango wa uwekezaji unaofuatika, ili kuzuia pesa isipotee bila mpangilio. Natumai mpaka hapa utakuwa umeneelewa vizuri somo letu. Hakikisha umeshea na wengine ili wajifunze. Asante sana.